Mtu wangu mazee, ni ngumu pate mtu anachukia Krismas kiroho safi, lakini kuna raia fulani zimechukia Krismas mbaya. Kuna raia zinaitwa RIP, Rasta Independent Party nama na mchapo anasema kama kuna sizon fulani wanachukia na roho yao yote ni Krismas mtu wangu. Sababu zao ndizo hizi e, enyewe kusema ukweli sisi kama RIP hii mambo ya Christmas yenyewe sisi ita ija tushika system. Tuseme ukweli. Mapua ni ya kushona ukweli ni yakusemwa. Maanake imesemekana vizuri sana kwa Biblia. Christmas ni tarehe 25 December peke yake. Imo haya ya kutoka hapa Nairobi sijui tarehe twedi. Mtu anaenda Christmas wiki 8 mpaka January sijui tarehe 6. Mnafikiria mukienda hiyo wakati yote sisi tutabaki tukinyonga akina nani? Sasa munaenda washaki, mnatuashia Nairobi sisi na maaskari. Na unajua vizuri mnataka tukule nini halafu eh? Hiyo mambo ya kusafiri safiri, si ndio munaenda huko munaangushwa na mabadhi munakufakufa huko kufa ovyoovyo. Sasa mkikufa nyinyi wote mnataka tunyoge akina nani, ama mnataka tunyoge wanyama? Amuone tu madhulumu ya kutosha, tuwanyanyase kimapenzi, tuwanyanyase kimfuko. hey, hey, acha nini na hizo hata nyinyi wewe, tufanye kitu, kitu inaeleweka, mutoke hapa tarehe 24 Mwende Krismasi 25, 26 jioni mrudi. Ndio mpumzike 27, tuanyonge angalau tupate kitu. Sisi pia tuache Krismasi yetu kwanza hadi 28. Sasa mkienda wiki tatu mnataka tukule nini? Ah, hii ni ile nani Juliani ya naita wiawa. Na hapa hakuna ubesta hapa. Nyinyi mnajifikiria tu mnaenda sagi kukula mabuzi, halafu mnatuacha hapa tulale japo. Hapana, msikuwe hivyo. Ah, hapana. Ndira odiz hepi zako zote zinyo ntaka kukua nazo, lazima upate permit ya serikali, mtu wangu. Hii ni story imeshika watu surprise mbaya, na kama kawa tuliku on the ground kuona mazee raia zimeriaktaje kwa hii story. Na ume come up mazee na njaro gani za ku adapt? Buda, check hii story ya the do's and don'ts za Christmas. Watunguez, hii githa ya Christmas, epuke ni sara mazee hapa Kule leo imejitolea mhanga kuwapatia jinsi tatu za kujitetea ikifika ni idhaa ya cost cutting. Jinsi ya kwanza, ukiinvaitwa dhii sherehe wa invite Nanjaro. Usiwa invite Kimalamala. Ni kiasi tu. So, ka fundraising kidogo. Unajua story yangu ya chuo hivi. Eh, fundraising. Wacha, hey, wacha jo, mjana bana. Here. Wacha kwanza ni malize. Mpesa zimegoma. Kila mtu na shida zake sio ni? Hata usinitoke. Nilikuwa matanga chana. <laughs> wameenda mm. Unajua walikuwa wengi sana, budget yangu itaribi. Sasa niko na kabash hapo nyuma ah. Mzee. Mze. chakula na pombe ah, inatubamba sindio? Tindio, tindio, tindio. Tindio, tindio. Tindio, tindio. <laughs> <laughs> jinsi ya pili kama kuna mvinyo kwa sherehe Itabidi umezi display na ujanja just in case raia ya mutudho ikufumanie. Na senior chief investigator wa Motopov, na nimekuja hapa sababu ya, nimekuja hapa sababu ya pape. Haikuhusu. Madamu, wewe ndiyo mwenye ipate? Imi hawa wanafanya hapa kama sipate nayo si pate fellowship fellowship. Kwa nini watu wanakunywa chai na we unatoa kuumetoka kwa bafu? Ajua hata kwa chai hata kunapeana permit hapa, unawezaje pea watu chai na umetoka kuoga?

Jinsi ya tatu, wakati unapika Buda Boss, conceal evidence mtu wangu, epuka majirani.